Tunu alikuwa mwigizaji wa bongo Movie kwa miaka kumi, bila mafanikio. Maisha yake yalizidi kuwa magumu hadi siku aliposikia kuhusu Nabii Okure, mchungaji maarufu kwa miujiza ya haraka. Alimtembelea nabii kanisani, nabii alimchagua Tunu pamoja na wengine sita kwa maombi maalum. Wakatoa sadaka, wakapewa chupa za bluu na kuambiwa wazichimbie karibu na milango ya nyumba zao, ila wasimweleze mtu yoyote. Ndani ya miezi michache maisha yao yalibadilika: kazi, pesa, na ndoto za tunu za uigizaji zilianza kutimia. Lakini mwaka wa kupita, ndugu zao wakaanza kufariki na kukumbwa na majanga. Waliporudi kumtafuta nabii, alikuwa ametoweka. Tunu aliamua kwenda kutupa chupa baharini, lakini waliopotea hawakurudi. Ndipo alipoelewa mafanikio yale yalikuwa na gharama kubwa. Miujiza ya haraka inaweza kuja na hatari za kudumu.